Katika Pasaka hii ya mwaka huu wa 2025 ninapenda kutoa salamu uh, za siku hii kutoka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza na sura ile ya kwanza mstari wa 18, na ujumbe unasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali sisi kwetu tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Mungu awabariki sana mnapoelekea kusherekea sikukuu hii kwa mwaka huu wa 2025. Bwana Yesu asifiwe, amen. Uh, tunamshukuru Mungu kwa kutupa nafasi na neema nyingine tena ya kuweza kuiona uh, sikukuu tena ya mwaka huu, na ujumbe wangu mfupi, ningependa kuwaomba wote, vijana, wazee, watoto, basi pasaka hii tuendelee kutafakari upendo wa bwana wetu Yesu Kristo, kwamba Mungu wetu aliupenda ali ulimwengu hata akamtoa mwanawake wa pekee, ili afe pale msalabani kwa ajili yetu. Basi na sisi tukawe mabalozi wa neno la upendo na kuishi kwa upendo na watu wote wanaotuzunguka, kwa kuendelea kuenzi ule upendo wa Mungu aliofanya kwetu kupitia uh, mwanawake mpendwa Yesu Kristo.